Karibu tena Kiroboti.AI, hapa tunaangalia masuala yote kuhusu robotics na artificial intelligence au akili mnemba, na leo tunaangalia kuhusu sensors. Utakuwa nami Your Majesty Alpha King. Unajua sensa ni kitu gani? Au ushakujiuliza sensa ni kitu gani? Kwa mfano unatumia simu yako kuna baadhi ya mazingira unaona, kuna simu inafanya maamuzi, hujui imefanyaje. Kwa mfano, unatoka sehemu moja, una sehemu nyingine, umeamua utumie ramani, umefika sehemu, inakukuelekeza unatakiwa ukatishe kushoto, inakwambia katisha kushoto hapa. Inaweza kujua hapa kuna njia mbili, katisha kushoto. Pale juu unaona kuna, kuna kakidudo imekuwekea kale ka kompas, kanako kanakoongoza kusoma ile ramani. Hivyo vitu vyote ambavyo vipo kwenye simu yako vinaongozwa na vitu vinavyoitwa sensors ambavyo viko ndani. Uko na simu yako unacheza game. Una uwezo wa kukunja kulia, kushoto na game yako, kama ni ya gari, unaona nyina inakunja kona inaenda. Hiyo vitu vyote ambavyo vinaitwa ni sensors ambazo zimewekwa ndani ya simu yako kwa ajili ya kuweza kuisaidia hiyo simu kufanya kazi. Sasa, kuna tukiongelea sensors kwa mazingira yetu ya kawaida ya binadamu ni kama milango ya fahamu. Binadamu tuna milango ya fahamu ambayo tulikuwa na milango, milango ya fahamu ambayo tunajua sisi natusaidia kuweza kutuletea taarifa kutoka kwenye mazingira. Kwa mfano, binadamu ana macho kwa ajili ya kumsaidia kuweza kuona, ana masikio iweze kusaidia kuweza kusikia, ana ngozi iweze kumsaidia kuweza kuhisi kwa ajili ya kuweza kuguswa. Ukiguswa unaweza ukahisi kitu lakini pia anaweza kuwa na ulimi kwa ajili ya kuweza kumsaidia kuweza, kuweza kuonja na vitu kama hivyo. Sasa hivi vitu vyote vinatoa taarifa kutoka kwenye mazingira vinapeleka kwenye ubongo. Afu, kisha, kwenye ubongo, binadamu anaweza kufanya maamuzi kutokana na, na ile taarifa ambayo imeingia. Sasa, kwenye upande wa electronics kuna hizi zinaitwa sensors. Au tunaweza tukaziita vihisishi kwa Kiswahili chake. Kwamba zenyewe kazi yake zinachukua taarifa kutoka kwenye mazingira vinamletea vinaleta kwenye hiyo device, afu hiyo device inaweza kufanya maamuzi kutokana na hizo na hizo taarifa. Pande yetu sio simu, kwa mfano, tuna sensor ambayo inaitwa gyroscope. Hii gyroscope yenyewe kazi yake kubwa ni kwa ajili ya kuangalia, tuna kitu kinaitwa angular angular motion, kwamba una uwezo wa kuwa unachukua simu yako hii, nikaa nacheza game, nimeweka hivi, na uwezo wa kukunja kushoto na yeye ikajua nimekunja kushoto kunja kulia, ne mekuja kulia kwa mfano gem, kwa naendesha game na gari kwa. Hizo ni sensors ambazo zinatusaidia sisi ku operate katika katika simu zetu, lakini pia kuna sensors zingine ambazo kwenye simu zetu zinazo zinaitwa ni biometric biometric sensors hapa, na hizo sensors ambazo ni za fingerprint kwa wale ambao wanatumia fingerprint hapa. Kuna sensors ambazo zina facial recognition kwa watu ambao wanatumia face ID lakini pia kuna hizi sensa za, za heart kwa wale ambao na applications za kuweza kupima mapigo hayo, hizo, ziko, ziko, ziko ya moyo zote ni ambazo ziko ndani ya hizi simu zetu. Kwa hiyo kuna sensa zingine, kuna wale ambao simu zao wakikaa kwenye, kwenye giza simu yenyewe inapungua inapungua mwanga, lakini pia ukitoka ukienda kwenye mwanga mkali na hii simu inajiongeza inajiongeza mwanga. Hizo ni sensa ambazo zinaitwa ambient light sensors kwa hiyo zenyewe zina uwezo wa kujiajust kutokana na mazingira ambayo inakuwa imeyasoma. Jadi kuna mwanga mkali, niongeze mwanga. Kuna giza, nipunguze mwanga ili kuweza kulinda macho ya huyu ya huyu mtumiaji. Kwa hiyo tuna sensors za aina mbalimbali. Kwa mfano, simu ya kawaida inaweza kuwa na sensor zaidi ya kumi. Hii smartphone, ndio maana ikaitwa smart. Ili iweze kuwa smart, lazima iweze kufanya maamuzi ambayo ni smart kweli kweli, kwa hiyo tukija sasa kwenye upande wetu sisi, tukitaka kutengeneza mfumo wa robot wowote kwa maana yake, tutahitaji sensors kuweza kutupa sisi taarifa kutoka kwenye mazingira, kwa sababu hatuwezi kusema tutafanya maamuzi bila kujua huko nje kuna, kuna mazingira gani, kwa sababu lengo kubwa la kutokea huku kwa mambo ya robotics na AI ni kwamba tuweze kufanya mashine iweze kufikiri kama binadamu, jinsi binadamu anavyofikiri, mashine yenyewe ndio ifikiri ifikiri hivyo hivyo. Sasa ubongo wa binadamu ili uweze kufikiri kwa maana yake ufanye maamuzi fulani, unahitaji taarifa kutoka kwenye mazingira ambayo tunasema tunatumia sense organs. Kwa hiyo sisi huku kwenye upande wetu wa robotics na artificial intelligence au akili mnemba, sisi huku tutahitaji hizi sensors ndio zituletee taarifa kutoka kwenye kutoka kwenye mazingira. Sasa tuna sensa za aina mbalimbali kulingana na matumizi ambayo sisi tunataka tu tumpe tu, tu, roboti wetu au kulingana na kazi tunataka sisi tumpe roboti wetu tuweze kufanya. Tuna mfano wa sensa kwa mfano, hii sensa hii sensa inaitwa ultrasonic. Hii ni kwa ajili ya proximity au tunaweza kusema kwa ajili ya kupima distance, ya kupima umbali kwa maana nikiwa na roboti wangu ambaye nataka nataka afanye maamuzi, ni atwepo atoke point moja kwenda point nyingine, let's say atoke chumba A kwenda chumba B. Nataka roboti mwenyewe ni program aweze kwenda mwenyewe, lakini hapo katikati inawezekana kuna ukuta, wakati anatembea atakutana na ukuta. Sasa ili kumzuia asiweze kugonga kwa ukuta, maana nitahitaji sensor ambayo ita, ita, itaweza kumwambia bwana ukuta uko mbali kiasi gani kutoka hapa ulipo, sije kwenda moja kwa moja au kwa gonga sentimita mbili, mbili ukuta, um, kaa, sentimita hiyo usi, ukikuta sehemu kuna hakuna ukuta utaendelea kwenda mbele. Kwa hiyo kwa kutumia application ya sensor kama hii, ni rahisi kumhamisha robot kutoka chumba kimoja kwenda chumba kingine. Hiyo ni kwa ajili ya distance au tunasema ni proximity, umbali kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini pia tuna sensor nyingine kama hii hii tunaita ni temperature sensor. Hii ni kwa ajili ya kupima uhali wa ule ujoto au wa ubaridi. Kwa maana hii ukiona hii itaweza kuambia kuna joto kiasi gani. Sawa. Sasa utaitumia wapi? Sensa kama hii unaweza ukahitaji sensa kama hii, kwa mfano una umetengeneza zako wewe robot ambayo nisema, ni labda takuwa yeye kazi yake, unasema mimi nitakawa firefighter, kuna mazingira ambayo siweza kwenda kama binadamu, nataka roboti wangu ndo aende akanisaidia kuzima moto kule, labda ni hatari zaidi ukienda, kwa hiyo ni rahisi kuweza kuungua na ule moto, lakini yeye unaweza kumwekea mazingira aweze aweze kwenda kuzima. Kwa hiyo unaweza kumwekea hii sensor ukai program kwamba ikisoma joto likawa kubwa sana, maana yake roboti amekaribia sana moto, aweze aweze kurudi aweze kurudi nyuma, anaenda kuingia kwenye moto akaenda naye akaungua wenyewe, kwa hiyo ni ni moja ya matumizi ya hizi sensors au ukawa wewe unataka uweze kufanya let's say una, una, una chumba chako ambacho unafanya ufugaji. Unataka uweze kuwa una una una monitor au una ratibu zile joto ambao mle ndani, labda ni kuku ambao ni wadogo, unataka ujue saa hivi, kuna wanapitia joto, kuna joto kiasi gani? kama joto likiwa maana yake wa unatakiwa wafungulie milango au, au madirisha uweze kupata hewa au kama unawashia feni. Kwa hii ukiwa unatengeneza project yako, hii ndio zinaza zinaweza kusaidia wewe katika kupata taarifa za, za mazingira. Kwa hiyo hii ni kwa ajili ya kupata temperature. Lakini pia tuna sensor nyingine. Mfano sensor nyingine ni hii hapa. Hii inaitwa ni color sensor. Kwa kutumia hii sensor unaweza ukajua uka ukaweza uka, ukafanya classification ya rangi tofauti tofauti ambavyo vina rangi tofauti tofauti, tofauti tofauti. Basi vina rangi tatu: kijani, njano na nyekundu. Sasa nataka kijani ziende kwenye kijani, njano ziende kwenye njano, nyekundu ziende kwenye nyekundu kwa hiyo sasa nataka nitengeneze robot ambayo itakuwa yeye anaenda na anaweza kunifanyia hayo maamuzi. Akiona njano kwenye njano mwenzake, akiona kijani kwenye njano mwenzake. Kwa hiyo unaweza kutumia sensor kama hii, inaitwa motion sensor, kwa kwa watu ambao nyumba zenu sasa hivi zinakuwa zina uwezo, zina mtu akipita taa inaweza kawashwa, sasa mtu akiwa hayupo taa zinazima. Na hizi project zipo kwa ajili ya kusevu zaidi energy, kwa ajili ya kusevu ile ile nishati ambayo inatumika kwa ajili ya kuwasha taa na kuzima. Kwa hizi hizi ndio vifaa zinatumika hizi, zinaitwa motion sensor. Zenyewe hizi zinaweza zikagundua kwamba kuna movement fulani imetokea hapo, then nikamwambia taa taa iwashwa nga kama kuna mtu kapita, kuna nani kapita. Kwa hiyo hizi ndo kazi yake, kwa maana ukiona project kama hizo zinahusisha mambo ya motions, kudetect kitu gani, hizi ndo sensor kwa ajili ya hiyo kazi. Lakini pia tuna hizi zingine zinaitwa sound detector, sound detectors. Kwa hiyo ni kama tu vile unakuwa una, una project yako ambao unataka uweze kutambua sauti kwa mfano unaweza ukasema bwana, mimi project yangu nataka nitambue ba sauti za wanyama zinazozitofautisha za binadamu au za binadamu zitofautisha na na za magari, au sometimes unataka uweze kutofautisha sauti za ving'ora bwana, hiki king'ora cha polisi, hiki king'ora cha hospitali, hiki king'ora cha zimamoto. Vyote ving'ora vinakuwa vina vina nani zake. Kwa hiyo unaweza una hii sound detector yenyewe kwa ajili ya kuweza kufanya hivyo. Hii inaweza detect kwamba bwana, hiki ni hiki king'ora kinacholia. Wewe kwa zako ndani, lakini kwa vile kingo yake kinacholia hiki ni cha polisi. Alikwambia hii bwana hii ni zimamoto. Kwa hiyo hizo ndo kazi ambazo za hizi sensors ambazo tunaweza tukazitumia katika katika kazi zetu za kila siku. Lakini pia kuna hii inaitwa outer sensor. Kama kuna unaweza kuwa una project yako wewe, hii sensor ya umwagiliaji au ni project ambayo inahusisha maji, hizi ndo sensors ambazo zina unazitumiza kaangalia ni iko level kiasi gani na vitu vingi ambavyo vinahusia na, na, na maji, unaweza ukatumia hii. Lakini pia tuna, tuna sensor nyingine ambayo hii unaweza kata ni flame sensor. Hii flame sensor yenyewe inaweza ka detect sehemu kwenye moto. Kwa mfano una program hii, sehemu pakiwaka moto yenyewe inaweza ikagundua hapa pana pana moto. Kwa hiyo matumizi yake unaweza ukaona kwamba unaweza kuweka katika zile hata alarm system za kwenye za kwenye majumba. Umeona kwamba sema, moto tu ukitokea, unasikia alarm inapiga kwa maana kuna kuna hizi sensors ambazo zime zina detect moto kwamba ah, kuna kuna moto umetokea, zinaweza zika, zika detect. Kwa hiyo sasa, kwenye upande mzima wa sensors, kwa nini tunakuwa tuna hizi sensors? Kwa sababu tunataka sisi tuwe tuna smart machines ambazo zinaweza ku think kutokana na mazingira mazingira halisi. Hatuwezi ku, kuzipuuza kazi za sensors katika robots na artificial intelligence, kwa sababu lengo kubwa tumesema ni kwamba tunataka kuzifanya mashine ziweze kufikiria kama binadamu na ziweze kufanya kazi kama binadamu. Sasa sisi binadamu kwa ubongo wetu unachakata taarifa nyingi sana per second, na vizote hizi busy ziwe zichakatwe kwa wakati mmoja. Kwa hiyo kama tulivyokuwa tuna milango ya fahamu, vile vile, na kwenye kwa upande wa robot lazima tumwekee milango yake ya fahamu ambazo ni ambazo ni sensors.